Hivi karibuni kumekuwa kuna taharuki sana mtandaoni kufuatia tukio ambalo aliweza kulifanya Chief Godlove Mwakibete baada ya kuwatukana Wakenya kwamba anaweza akainunua Kenya. Sasa hiyo clip ambayo aliweza kuifanya Chief Godlove Mwakibete imeweza kumsababishia matatizo makubwa kupelekea hadi wakenya wengi kwenda kumripoti, na baada ya kumripoti basi akaunti yake ya TikTok iliweza kufungiwa kufuatia ripoti ambazo ziliweza kutolewa na watu kutokea huko Kenya. Sasa baada ya hayo yote, account yake ilikuwa ina jumla ya followers milioni moja na laki saba hivi. Hiyo yote ikampelekea matatizo makubwa, na mpaka sasa tunapoongea, Chief Godlove Mwakibete account yake kubwa imefungiwa anatumia na akaunti ndogo ambayo kwa sasa ina jumla ya followers laki like mbili tu kama na elfu ishirini na nne hivi kama sijakosea. Sasa nitaenda kukusanyia hizo klipu zote ambazo pengine ziliwakera sana wakenya mpaka ikapelekea wakenya kwenda kumripoti Chief Godlove Mwakibete, na hiyo yote kupelekea kwamba akaunti ya Chief Godlove ikafungiwa kufuatia mtandao wa TikTok, ukiachana na mtandao wa YouTube. TikTok ndo mtandao ambao unafuata sheria sana, yani unafata ile community guidelines unafata, yani ukikosea tu wao wanakulamba. Sasa baada ya hayo yote, Chief Godlove Makibete akaunti yake ilivyopotea, ilionyeshwa moja kati ya clip akilia kwa uchungu baada ya akaunti yake yeye kupotea. Wakenya anaweza nikasema kwamba Wakenya ni watu ambao wenyewe wameimprove sana kimambo ya teknolojia. Ina maana hapa tu baada ya Chief Godlove kuwatolea kauli ambayo kwao iliwakera vibaya mno kwamba yeye yeah, anaweza akanunua taifa la Kenya. Hii kauli ilipelekea wakenya wengi kureact vibaya. Alikuwa anasoma kufuatia comment section kabla akaunti hiyo haijafungiwa, wengi walikuwa wanasema tutakukomesha, dawa yako iko jikoni. Na muda si mfupi kweli, baada ya masaa kama ishirini na nne hivi wakamripoti, na ikumbuka kwamba TikTok ukipeleka malalamiko yako, kama mko wengi, basi hiyo account inaweza ika, ika be banned, yani ika, ika fungwa haraka iwezekanavyo. Nimekuwekea hapa clip wakati Chief Godlove anaongea kejeli kuhusiana na taifa la Kenya, lakini baada ya hapo utaweza kutazama ile ile clip wakati analia baada ya account yake kufungiwa. Lakini baada ya hapo pia nimekuwekea video bonus ya Chief Godlove akiwa anamvalisha kiatu jamaa mmoja tu ambaye naweza nikasema kwamba ni homeless. Nikisema homeless, na maanisha ni mtu asiye na makazi, ingawa akili zake zipo, lakini moja kati ya video ambayo watu wengi wameweza kumshutumu kwamba mbona kama vile unajionyesha sana, umekuwa mtu wa kujionyesha, hichi ilikuwa sio kitu cha kufanya na kurekodi. Sasa tazama hizi hapa clips zote, lakini pia utaweza kushusha comment yako. Mimi ni Daudi Alexander Scott Rizzi, hii hapa ni Dax Media. Mimi Kenya na inunua, yani hela ni hizo nazo, mimi nanunua Kenya nzima ile. Oh, wewe jamaa. Yo.

tu usiogope, umesikia? Unasema hauna hela, mi nakumpa simu zii, unasikia eh?